Shana kuhusu tunu nyingine muhimu, nayo ni kuto kuchanganya dini na siasa. Tukivunja tunu hii, gharama yake tutaiona, na kama kuna viongozi wa dini wanaotaka kutuelekea kutuelekeza kuitumia dini kwa shifa, kwa manufaa ya kisiasa, na kama kuna viongozi wa siasa wanataka kuitumia dini kwa manufaa yao ya kisiasa, nawaombeni ndugu zangu, tuwanyanyapae. Siku ikifika ambapo wanachama wa chama cha siasa au uumini thabiti wa dini ukawianishwa na chama cha siasa anachokifuata, ndio mwisho wa nchi yetu. Mtakuwa na vyama vya siasa vya Wakristu na vyama vya siasa vya Waislamu na vyama vya siasa vya walokole na vyama vya siasa vya watu gani? kuwafanya watanzania kuyatazama masuala ya kisiasa, masuala ya kiserikali, masuala ya utawala kwa mtazamo wa dini zetu ni jambo hatari. Halikadhalika, watu kuyatazama masuala ya dini kwa mtazamo wa siasa za vyama vyao si jambo lenye afya kwa taifa letu. Yote mawili yataathiri umoja na kutishia amani, usalama na utulivu tunaoufaidi hivi sasa. Zanzibar kule napendi mfano hai, wakati mwingine naelezea kwa nini baadhi ya mambo tunayashughulikia. Tuna, tuna, tuna, tuna walifika mahali, sio sio dini tofauti, Waislamu wanamwona shehe ambaye ni mfuasi wa chama ambacho sio chake, sio shehe sawa sawa. Kwa hiyo wakienda kusali kama shehe ni, ni, ni mfuasi wa kafu, wanangoja amalize kusalisha, halafu anaingia shehe wa Waislamu, shehe, shehe sasa wa CCM na Waislamu wake. Nawaambieni vitu halisi na ndio maana nilipokuwa rais, nimeshughulika sana pale na kupata ule mwafaka. Niliahidi nilipokuwa ile hotuba yangu ya kwanza ya bunge elfu mbili na tano Disemba thelathini, kwamba nitafanya kila ninaloweza tujenge mwafaka Zanzibar. Haukuwa rahisi, mkutano ule wa mwafaka tuliufanyia Butiama, hapo neki Ilikuwa moja ikao kigumu kweli kweli, lakini kasema pamoja na ugumu wote, lazima hapa tuvuke. Tukafika mahali ipo na mambo yamekuwa makali. Nilichojifunza duniani <laughs> maana unajua kutembea unajifunza una, una mengi. Nikasema tuendeni kwanza tukale Tuka break tukaenda kula. Tulipokwenda kula, sasa pale ndio tunaweka mikakati ya namna gani tutalimaliza hili jambo. Tukajipanga, tukajipanga, nani ataanza kuzungumza, nani atafuatia. Baada ya pale, ah, wote tu, si si si si si, tukakubaliana kwamba tutakwenda Zanzibar kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa, na ndio imetusaidia Zanzibar, tuna mazingira ya utulivu mpaka sasa. Tungekwenda kwa utaratibu ule ule wa zamani, tusingefika. Ndio maana nasema haya ninayozungumza, na haya, wako wengine, unajua wana enjoy. Unajua kuna watu wengine kule Japani walikuwa na watu wanaitwa kamikazi, yaani wale watu ambao wako jitayari kujitolea kufa kwa ajili ya Japani walikuwa wanarusha walikuwa, wana, wana, wana ndege zile wanakwenda kuziangusha kwenye manuari za, za Wamarekani. Anajua kwamba mimi nitakufa lakini na manuari ya Marekani italipuka. Sasa wako wengine wako hivyo tu, kabisa. Tukaanza kuchanganya dini na siasa tukageuza mimbari za, za, za, za, za, za dini eh? Tukageuza madhabahu ndio mahali pa kuhubiri siasa za vyama vya siasa Kuishiria mbali nchi yetu kwa hilo, lakini Baba wa Taifa ametuasa juu ya hatari ya kuchanganya dini na siasa. Na wasihi wa Tanzania wenzangu, kuitunza titunu hii kama mboni za jicho letu, tukatae kuwasikiliza viongozi wa dini na waumini wao wanaofanya vitendo vya aina hii iwe kwa siri au kwa dhahiri Vitendo hivi vinaweza kutupeleka kubaya. Baba Askofu Mkuu Marekana, Kanisa la Waadventista wa, wa Sabato Tanzania ni moja ya madhehebu ya dini ambayo serikali inatambua uwepo wake katika maeneo mbali mbali nchini. Nayazungumza kwa uzoefu wangu. Nilikuwa waziri katika serikali kwa miaka kumi na saba toka kutua mzee Mwinyi, mzee Mkapa, nilikuwa rais kwa miaka kumi, miaka ishirini na saba. Napozungumza haya kwamba yanatembuliwa na serikali wala sio kwamba naizungumzia serikali ya sasa. Ah, mimi mstaafu.